enge Katoliki. ukateseke? Uende wapi ukateseke? Uende wapi ukateseke? Kwa kwa hiyo tubaki? Jamani, kwa Mkatoliki la La. au mnaona? Yaani? kwahiyo e, tupatiamaamkatorikilune tumshukuru Mungu. Niwapongeze sana. Kwa kweli mmeonyesha uhai mmeonyesha uhai, yaani mko hai etu, yeah. Na mtoto misionari lazima uwe hai. Ukiwa hai, shetani unamkanamiza, lakini ukiwa regerege -rege, shetani atakuangusha si ndio? yeah. Kwa hiyo mwendo mdundo, mwendo yeah. mazuri yatakayotusaidia kutujenga sisi wenyewe kiroho, lakini kama wamisionari tunatumwa kwenda kuipeleka habari njema kwa kwa, kwa habari njema. Yani usiache habari njema, unapeleka habari gani njema? kwa hiyo hiyo niwasisitize sana, ukitoka hapa peleka habari njema kwa wenzako ambao hawajafika leo hapa, sawa? Yeah. Peleka habari njema shuleni, peleka habari njema nyumbani, peleka habari njema utakapokuwa unaenda kisimani kuchota maji, peleka habari njema. Ili hadi shetani aone aibu si ndio? Kwa hiyo tupeleke habari njema lakini tunakumbuka kauli mbiu yetu si ndio? Kwamba yeah. Mkarimu Mwenyezi Mungu anakujalia zaidi sawa? Yeah. Kwa hiyo tukumbuke, tukale kaadisi kasungula na nani na eh, wale wa kujikuna na na masikio kupigapiga sawa? yeah. Kaja nitwambia vizuri, kuanzia leo tubadilishe tabia yeah. Tuko kwenye kipindi cha Kwaresma, tubadilishe tabia yeah. Ili tuwe wamisionari wazuri sawa? Ndio. yeah. Kwa hiyo nipende tu kuwashukuru na niwaombe mwendelee kuwa na moyo huu hata wakati mwingine mkiitwa tena kufika katika matukio, sio hili tu na matukio mengine, mjitahidi kufanya nini kufika e, mnawaleta na wenzenu. Tumesema mtoto lazima mtafie Yesu marafiki. Kwa hiyo unakuja leo, umekuja mmoja, mekuja wawili, siku nyingine mnakuja, unaongezeka, mnakuwa watano, mnakuja wote sawa e, ndio kupeleka habari njema kwa kwa kwa wengine na kuwavuta, kuwaleta kwa Yesu wawe marafiki marafiki marafikiza Yes. Kwa hiyo chochote kidogo lichokipata kipeleke kwa <gibu, <gibu, lakini vile vile nitumie nafasi hii kuwapongeza walezi. Kwa kweli nimeona eneo hili watu wako hai kabisa, mko hai. Kwa hiyo walezi, niendelee kuatia moyo kuendelea kuwasaidia hawa watoto, tukiwatengeneza vizuri, tukawajangia msingi imara, kesho na kesho kutwa na wenyewe watakuja kuwa walezi wazuri Yawezekana wote wamesema wanakupenda wa kuwa masista. Nimeona li Jamaa ni liwavurana mnakuwa mapaji sawa na. Eh, nimeona wavurana walikuwa wanataka kuwa masista, ila mko mbali na ukweli. Kwa hiyo kama wewe unataka kuwa sista, imawambia utakuwa sista mzuri, si ndio? hata kama utakuwa sista ukawa baba wa familia, utakuwa baba wa familia mzuri au mama wa familia mzuri namsi kwanza kuchumbiwa huko darasa tatu la nne, eti unamchumba shetani wapi? Tupa. Usome kwa bidii kwanza, sawa. Soma kwa, kwa bidii, weka malengo yako Mungu muukisari namwambia Mungu malengo yako, Mungu mimi natamani kuwa sista, Mungu natamani kuwa brother, natamani kuwa kavi aa, natamani kuwa mama mzuri wa familia kwa hiyo usali, unaposali unajiombea, unaombea na wenzako, na Mungu hata kuacha atapokea ile sala sawa. Kwa hiyo tuwe watii kwa o wetu na kwa walezi wetu ambao wamejitolea katika kutuelekeza sawa na kutufanya tuwe imara katika dini yetu na katika kanisa letu, si ndio? Ili shetani aone. Na walezi, msichoke, unajua kazi ya malezi inahitaji moyo, inahitaji pia uvumilivu Mkitetereka nyie manake na hawa watatetereka, lakini nyie mkisimama imara na kuonyesha kwamba tunapaswa kupita hapa na hapa na hapa, naamini tutatengeneza kizazi ambacho kitakuja kuwa imara, hasa ndani ya kanisa Katoliki. Kwa hiyo tuwashukuruni sana sana sana na tuendelee tuendele kuwatia moyo kuendelea kuwa karibu zaidi na Mwenyezi Mungu kupitia majitoleo yenu kama hayo, mmeacha muda wenu leo, mmefika mahali hapa kwa ajili ya kuwasaidia watoto wetu, watoto wenu na watoto wetu. Naamini kwamba Mwenyezi Mungu hata waacha kapata, nyie mlipokuja hapa, ninaamini kuna kitu mmekipata. Kwa hiyo sote kwa pamoja tuwe wafikishaji na watangazaji wa habari njema. Mungu abariki uvumilivu wenu na Mungu abariki nia yenu njema, akawafanye mkawe watoto wema na wazuri na mkawe watangazaji wema wa habari njema. Sawa.